anza na kuwatakeni kama askari wapya katika maisha yenu yote ya kutumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukiishi kiapo chenu, na naomba kurudia kwa mwanajeshi, kwa askari mpya, na hata sisi tuliotangulia kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, msingi wa utumishi wetu, mwongozo wa utumishi wetu ni kukiishi kiapo chetu. Najumuika na nasi katika familia kubwa ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Mwongozo wako msingi wako ni kiapo ulichoapa leo wataki, na niwataki mkishike kiapo hicho na mkiishi kiapo hicho katika muda wenu wote wa utumishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiapo kina maneno mengi, kina misingi mingi lakini wenyewe mmesema yako mambo makuu katika kiapo chenu. La kwanza la pili Kaviku. La tatu Kupadari. La nne msingi wa hayo mambo manne, na katika utumishi wa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, la kwanza, kazi kuu ni ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia hulinda katiba na uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha ni kumtii rais na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msingi huo ndio dira ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Leo tunapohitimisha mafunzo yenu, tunasisitiza wakati wote kuyakumbuka mambo manne ambaye ni ya maisha yako ya kila siku ya mwanajeshi, lakini kukiishi kiapo cha. Ukiyafanya hayo ukiwa sehemu ya familia kubwa ya jeshi la Wananchi wa Tanzania, tuna imani jeshi la Wananchi wa Tanzania litabaki imara wakati wote na kutimiza wajibu wake wa kikatiba wa ulinzi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini kupitia kiapo hicho watanzania wamesikia wana mategemeo makubwa kwenu na ninyi baada ya kuapa. Na mategemeo makubwa ya Watanzania ni kutimiza ndoto ya Watanzania ambayo ni kudumisha amani na utulivu. Kwa hiyo msibabaishwe na mtu yeyote, kikubwa ni kuhakikisha kwamba amani na mstakabali wa nchi yetu unakuwa salama.